Tunaendelea bado na hadithi ya kwanza katika babu alwasiyatu bin nisa. Mtume anasema istawsu bin nisai khaira, nipokeleeni wasia wangu wa Islam kwa kuhusiana juu ya wanawake, kuwafanyia mema. Huu ni wasia wangu, wasia wa Mtume huu. Fa innal mar'ata, kwani hakika mwanamke khuliqat, ameumbwa min dhilain kutokana na kitu chenye kufanana na ubavu. Vile ulivyo, ndio mwanamke ameumbwa vile. Nini maana ya maneno haya? fa innal mar'ata khuliqat min dhilain. Wako wengine wamefahamu, vingine wamefahamu kwamba mwanamke kaumbwa pale katika ubavu wa Adam, katoka pale. Hakuna ushahidi huo katii unaokata kwamba hawa Yani mkewe Adam katoka pale kwenye ubavu wake, hakuna ushahidi huo isipokuwa kitu hichi hapa. Inaonekana wadhahiru dhahiri yake inavyoonekana, anna fil kalami, kwamba katika maneno haya kuna kitu istiara, maneno ya kuazima yamechukuliwa pahala pengine, kaiko pale, si pahala pake, kuna istiara tu basi Kiasi akili ya mwanadamu itafahamu vipi, anavutwa akili yake kuwekewa tamthil au tashbihi. Wal aslu na asili yake, fa innahunna khuliqna min shay'in, wanawake wameumbwa kutokana na mfano wa kitu. Kabilai, kama vile unavyoona mbavu ilivyokaa, mfano wenyewe ambao kwa kitu gani nini fi iwijaji katika kupinda kwake, ubavu umepinda sana haukunyoka ubavu. Na vile vile mwanamke ana tabia ya ubavu, kwamba hakunyoka tena wala hanyosheki. ai khuliqna khalqan, kwa maana hiyo maana yake hasa hapa khuliqna khalqan wameumbwa wanawake kwa umbile fihi iwijajun, ndani yake mnakupinda. tukhalifu bihi rajul, imetofautiana kabisa kabisa na mwanamume alivyo, namna aya alivyoumbwa mwanamume, tofauti kabisa kabisa kimaumbile, kijinsia na namna alivyoumbwa mwanamke. Watapata tabu sana duniani, watu kutaka kumweka mwanamume na mwanamke kibao kimoja pakopa, hawawezi kabisa. Tofauti iliyoko ni kubwa sana maanake tena kubwa kweli kweli, wakifika mpaka kumuweka mpaka awe mfalme awe raisi mwanamke hapo, wataangukia wataangamia, watazama, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu amemuumba akamtayarishia wakumsimamishia maisha